Kwa mimi kijana nimepata nimepata ujuzi mzuri katika swala la ujenzi au swala la uhandisi na husiana na maswala ya, ya ujenzi. Katika somo hilo mimi nimepata kujifunza mengi na nimeweza kugundua vitu vingi ambavyo nilikuwa sijavijua hapo awali, na kwangu nimeiona fursa kubwa kupitana, kupitia hii elimu ambayo nimeweza kuipata siku hii ya leo. Wito wangu mimi kwa vijana wajitokeze kwa wingi, unaona katika swala la ujenzi, kwa sababu ujenzi kwa sasa ni fursa, ujenzi ni maisha, ujenzi ndio kila kitu, kwa sababu nchi yetu huko nyuma kama tunavyoweza kuona ilikuwa ina majengo, unaona, ila sasa hivi majengo yanajengwa kila siku, tunapata kuyaona kila siku, vituo vinajengwa, vituo vya afya, shule, nini, ofisi nyingi za taasisi zinajengwa, hasa katika kata yetu. ko vijana wa kata yangu, ningependa kuwa kuwa kuhamasisha wajitokeze wa waweze wa, wa kupata kazi waweze kupata ajira ambayo kesho na kesho kutu wataweza kutusaidia vijana kujikwamua kutoka katika umaskini na kuwa katika maisha mazuri hapo baadaye, na kusaidia familia zetu na vizazi kwa ujumla. Kuna masuala la, la kufuga samaki, swala la pili ni swala la kuchakata samaki, yaani wavuvi kuvua na sisi wakulangua na kwenda kupeleka sokoni. Nimeelewa vizuri kwanza, kupanga mpangilio wa soko tutakapochukua samaki na kuzipeleka katika soko hilo na kuuza vile vile. Nimepata fursa ya kupata swala la mikopo kwa sisi wanawake. Tuwe pongezi kwa Mheshimiwa Rais Samia kwa hizi fursa ambazo anatupa, tunamshukuru sana sasa sisi vijana na kinamama, sababu pesa hizi zimetoka hazina riba. Tunamshukuru na tumekuwa tutakuwa wabunifu kufanya biashara kwa sababu tayari tumepata kipaumbele kikubwa. Tunaomba tu Mungu amsaidie na aendelee kutusaidia. Uh, leo tumekuwa na ziara ya kuweza kutembelea kwenye kata za tarafa ya Karema, na katika ziara hii tulikuwa na lengo kubwa la kujaribu kukutana na vijana e, vijana e, katika kata zote hizi nne, na kikubwa ambacho tumekifanya ni kuweza ku kuwapa elimu kuwapa elimu kwa maana ya maeneo mengi unakuta kwamba hawana elimu ya kutosha kuhusiana na fursa zilizopo kwenye maeneo ambayo wanaishi. Kwa hiyo tumekuja kuwakumbusha, kuonyesha kwa kwamba fursa ziko wapi na nini ambacho unaweza kukifanya. Kimsingi, kuna katika tarafa hii kuna maeneo mengi mazuri ambayo kimsingi yana, yana yana fursa nyingi. Fursa ya kwanza ambayo ipo kwa katika eneo letu la Karema ni bandari Swala, bandari kwenye eneo letu kimsingi limekuwa na impact kubwa sana kwenye jamii yetu, kwa sababu ime inavutia wawekezaji, lakini pia kuna usafirishaji wa mizigo pamoja na bidhaa mbalimbali kutoka nchini Tanzania kwenda Kongo, lakini pia kutoka Tanzania kwenda nchi za jirani kama Burundi, Zambia na pia tunapokea vitu vingine kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia uwepo wa bandari na ujenzi wa meli kumeleta fursa ya ajira ajira kwa vijana. Tunao vijana ambao wamepata ajira kwenye maeneo ya bandari wa katika ujenzi wa meli, wapo vijana ambao walikuwa ni kama kama, e, wanatoa kama vibarua, lakini sasa hivi wameshapata ujuzi wa kuchomelea kwao, wamefundishwa kuhusiana na, na, na uchomeleaji wa vyuma pamoja na mazingira nani ya meli. Kwa hiyo wame, wame, wameiva na wameajiliwa rasmi. Kwa hiyo tu kwamba hizo ni moja ya fursa ambazo zipo katika eneo letu, lakini pili lipo fursa za barabara, barabara ya rami ambayo inajengwa sasa hivi ni fursa nyingine kubwa ambayo kwamba e, tuwaelekeze vijana ili waweze kujiandaa kupokea barabara hizo, kwani wanaweza wakajikuta kwamba wanashindwa kuitumia vizuri barabara kama watakuwa hawajajipanga vizuri kuweza barabara. Lakini jambo jingine, swala la uvuvi Tue vijana wengi walikuwa hawajajua namna gani wanaweza kusafirisha mazao ya samaki kwenye maeneo ya nje ya mkoa au mpaka nje ya nchi. Kwa hiyo tayari fursa tumeweza kuwapa hizo fursa, na kimsingi niseme walau wamezipokea vizuri, lakini pia pamoja na hayo tulikuwa tunawakumbusha kuhusiana na e, namna nzuri ya kuweza kutunza amani, amani ya nchi yetu ili kuhakikisha kwamba hizo fursa ambazo zipo na ambazo wanakwenda kuzitumia basi wazitumie kukiwa kuna amani, kwani kusipokuwepo na amani, uwezekano wa kufanya kutumia hizo fursa ambazo zipo utakuwa ni mdogo.